Hello. Yes, hello. Yeah. Mambo vipi mami? Poa. Nzula na kumu hapa ni ndani ya Radio Maisha. Umetutumia ujumbe ndani ya sizikwinayo. Okay. mm, unaendeleaje kwanza? Niko poa. Um, ndani ya sizikwinayo leo ni zamu yako uweze kufunguka, tuambie shida iko wapi mami? Sorry, Nili- nilitafutiwa tu kazi. Ulitafutiwa kazi na nani mami? Naniskia, endelea, tunakusikia, tunakusikia, tunakusikia mami. Ulitafutiwa kazi na mamangu. Mamako mzazi eh? Ya, nikaenda, nilikuwa darasa la tano, akanitoa shule akanitafutia vile nilienda. Ulikuwa darasa la tano akakutoa shuleni akakutafutia kazi? Ndio. Kwa sababu gani mama akakutoa shuleni mami? Juu babangu aguu aliendanga 2019 ndo alikufa, so hivyo tu ndo akanitoa, akaniambia niende nifanye kazi nalo. Pole sana mami. Baada ya dadi kufariki, mama akakutoa shuleni eh? so vile nilienda, nikafanya miezi mitano, sikuwa nalipwa. Ulikuwa unaenda kufanya kazi aina gani? Ya nyumba. Kwa hivyo ulikuwa unaenda kuwa kama maid kwa mtu? Yeah. Kip... sikuwa nalipwa. Sasa vile niliulizia pesa... yeah Nikafukuza, nikaambia mako ndo wanakulanga pesa. How old were you by then? Ulikuwa na miaka mingapi? nilikwanga na 15 hivi. 15 years yeah, 15 years. na ulikuwa darasa la tano ya yeah, juu ju hata najua hata kuniingiza shule, alikuwa tu analazimisha. ulienda shule kuchelewa? ndio. So umeenda kufanya kazi kama msaidizi wa nyumbani na mshahara wewe uoni, kumbe mwisho wa mwezi mama ndiye anapokea pesa zako? Yeah, ikakuwa hivyo bila. Alinifukuza sasa, nikakuwa sasa mwenye tu na para, ndo nilikuwa naenda kulala naye kila siku, nilikuwa naenda na watu tofauti. Sasa najua ukienda kulala na mtu lazima uende kwaka, kutumia vibaya hivyo, ndio watu waboda. Eh, kidogo kabla kidogo. tufike kwa kulala na watu mami. mm. eh? Wewe umefukuzwa ume, ume ulikokuwa unafanya kazi J, kuambi, mama, kwa sababu eh, hmm. Umeulizia pesa. Je, ulirudi kuuliza mama kwamba mami umekuwa ukipokea pesa zangu? hata sikuwa na simu. Oh, haukuwa na simu wakati na haukurudi nyumbani siku hata ni moja? sikuwa naye si, si. So wewe ulipofukuzwa ulienda kuishi wapi? Basi hiyo hiyo siku nilitoka nje yeah nikaenda kukaa akanduanduka, mtu amboda akapita, akaniambia bibi, unaweza kaa kwangu hata miezi miwili, ya na navizo vilanipeleka hivo. Nika kapita akanibeba kwa mgongo akanipeleka amo kabeja kaanza. ah, ulibakwa ya hivo? Nikalala hiyo siku akaenda, kesho yake akamaliza, siku tatu si mimi niko tu hapo akatumana. Oh, watchman akamwambia nitoke nje niende, utoke kwa nyumba uende zako Sio najua kukula, nilikuwa nakula tu hapa, lakini hakukuwa na chakula, ilikuwa tu alikuwa napika tu uji na chumvi, alafu nakula. Kwa hivyo baada ya kulala na wewe akakuacha siku tatu bila hata chakula? Mmm, alikuwa tu napika uji na chumvi, alafu nakula uji na chumvi. Jamani, hmm. So ulipotoka hapa ukaenda wapi? Toka tunje, nikaenda kwa hotel ilipanga inaitwa na huko Narok mm. Kakmje hio tu mtindo tu kila siku kwenda hio na mtuauma ukienda si uki na hawa watu wa boda tofauti, ulikuwa unajua hmm. Unaenda na wao yeah, yeah, nini hata waokufanya ninihata aikka hta anhta ai so tuseme tu kwa huu muda ambapo ulikuwa unatoka sehemu moja hadi nyingine, ulikuwa unatumika kimwili, eh ulikuwa unatumika, ulikutana na kama watu wangapi? Nilihesabu nikapata hata ni karibu hata 40 40 men Yeah. So wakati umeenda na mtu wa boda leo akishakutumia usiku anakuachilia. Sana, so, leo kati 40. Na wakati unakubali na mami? Mwanzo pole sana. Wakati ulikuwa unakubali kwenda na wao, mlikuwa mnakubaliana na msingi gani? Wewe unaenda kwake kufanya nini? Azina alikuwa anakuahidi kwamba atakulipa alikuwa anakuambia atakupa hifadhi? What was the promise like sasa? Wamwisho aliniambia kwa na bibi mwenye, yeah, aka na mimba anaweza kaa kwake lakini hata atakuwa ananilipa lakini atakuwa ananishughulikia tu kama dada yake, hivyo nilipata hata, nilipa, hata nilipa, tukama, dada. Nilipa, ana bibi o alikuwa ameenda hivyo, akakuja asubuhi mm. a ktaili tu kutumia kibiaka akakuja akaanza kunipiga haja aliniweka alama kwa shingo ya kisu. Bibi alikupata hapo kwa nyumba mm. na saa hii ulikuwa umeshajihusisha kimapenzi na mwanaume na yeah. So mami, unasema wewe ulikuwa unaenda na mwanaume usiku, anakutumia asubuhi anakuambia utoke Yes, the ii, following, ii, day, ii, the following day day tena unaenda na mwingine tofauti, anakutumia na kuambia utoke, hivyo tu hadi ukafia eh, mahali kwa stage. Sasa unaogopa kupitia hapo juu, hata watu walikuwa hata wanakujua, unapitia una jia mrefu ndo hata usionekane. Unasema boda boda wote ni walikuwa, kama walikuwa wamepita na wewe, wamepita na wewe Yaani mpaka wanakuzungumza wanasema, ah, huyu wanaanza kupiga duru aje, wanasema mia sijui vipi sijui nini, wanaona hivi. Na mami, pole sana. Na hao wote hakuna kitu walikuwa nakupa, si hivyo? Wanakataa, mtu anakupa tu mia hivyo. Na wewe labda ulikuwa unaifanya hii kama, ilikuja ikawa kama survival biashara tu, uliku unafanya kama ukahaba, ama ulikuwa unatafuta tu mahali pa kujistiri? ni kulala tu, ulale tu wamke. Hey, mami iki um, kisa kilitokea mwaka gani? ilikuwa mwezi wa kwanza ndo niliendanga huko, ndo mwezi wa tano. Najua korona ilikuja mwezi wa tatu, mwezi wa tano ndo nilitolewa. Sasa sasa hivi, how old are you right now mami? Niko 20 uko 20 years. Wena... Ay, sasa. Yeah? Uh -huh. Sasa ilikuja mm, ukapatana na ule munyali, alikuja akaa na nini, alikuwa tu mtu mzee kaa, akanipeleka huko huko bel bel huku masaini. Ulikuja ukapatana na mtu mwingine saa huyo, sasa ndo alikaa na nini, shida ni iso hata akungilia hata nguata natesesa, alikuja akakuoa kanipeleka nyumbani hata mtoto mwenye niko naye mtoto. Mama mami, eh, huyu mwanaume uliyekutana naye unasema kwamba alikuwa mzee, alikuwa 49 years, na unasema kwamba alikuoa ama. Lakini alikuoa ukaishi naye kwa muda gani? unajua napanga na shida ya miji yangu, kuna vile huwa natembea inakanga ngumu. Bado umeolewa na huyu mwanaume? Yeah majina hayuko alinachanga akaenda huko naroknatanga huko na linyabili. Alikuacha lini yaani unajua mm. Anakujanga al, al, tu alafu anaenda alinileta 2023. So huwa anakuja alafu anaenda, analipia nyumba unakoishi na anagharamikia chakula ana ni kwake sasa, amejemba tu nyumba tia amanyasivia amijene a makarakasi, lakini anagharamikia chakula? Hapana, naletaba tu mia mbili huo tumaingi unateniza asubuhi, mchana huyo. Na katika harakati hii unasema kwamba ulipata kando, na kupata mimba na kuzaa mtoto, ulipata pia virusi vya ukimwi? Sasa nilikuwanga, nilizaliwa naye nilitokanga nazo nyumbani huko ikaia, na as we speak right now unameza madawa liyachanga. Uh, sasa zinanga nafasi hiyo yakwenda huko -uh. Hebu ngoja, ulizaliwa na virusi vya ukimwi? Hmm. So huu wakati wote ukijihusisha na hawa bodaboda, hmm, ulijua kwamba unaweza kupatia ugonjwa virus.. Na hakuna wakati hata mmoja uli wa, uliambia any of these guys kwamba hey mimi, mimi niko na virusi. Mm. All right, eh, mami. Pole sana mami. Sasa ndani ya siziki nayo leo ungependa tukusaidia vipi? Sasa najua shidan niko ni hii ni matatizo na na napikia huku. Sasa shida ni mamangu anisaidie, alibadilishanga laini, so labda kama tu anaweza kuwa tu tunajua mezukuta anasikiliza nisaidie tu kile tu ana tu anikujie juendo alidetanga huku na nilishinda kurudi. Ungependa tupige huyu mwanaume? Yeah. So tukimpigia ungependa tumwambie nini? huyu ndiye mwanaume ambaye umezaa naye, sio? Yeah. Na umesema ni mtu mzima. Endelea, uh, All right. si Nd kutegea sizikwi nayo mami, endelea kutegea sizikwi nao, tutamtafuta sawa sawa. uh -huh. All right. Shukran sana kwa kusema na sizikwi nayo. Sizikwi nayo <laughs>